Tunaposema matendo mema tunamaanisha nini hasa? Na ili mtu sasa uonekane, ama tukutaje kwamba fulani ni mtu mwema ama mtu mwenye matendo mema, anatakiwa kuwa vipi? Maanake kila mtaani sasa hivi ukimuuliza yoyote, atakwambia mi ni mwema. Hakuna <laughs> mtu atasema kama mimi ni mtenda mabaya. Uh, matendo mema <clears throat> ni ile hali ya kuguswa na mateso, shida au changamoto za watu fulani. E, na hii inatokana na vitu vingi. <coughs> Kitu cha kwanza ambacho kinaweza kikamfanya mtu aguswe na, na na na awe na moyo wa kusaidia au afanye matendo mema au ayaishi matendo mema ni uzoefu. Kuna watu ambao wamelelewa kwenye kwenye orphanage, eh, kwenye hizo vituo vya kulelewa watoto. Kwa hiyo baada ya kupitia ile hali akatamani pia yeye atakapokuwa mtu mzima awasaidie watoto waliolelewa kwenye mazingira hayo. Lakini kuna mtu mwingine ambaye amepitia labda uzoefu wa, wa, wa kukosa labda ada na nini, kwa hiyo baada ya kumaliza masomo labda akapata kazi au akafungua kampuni yake afanya biashara, akatamani kugusa maisha ya watu ambao wanasoma kwa, kwa shida. Lakini mwingine labda aliona watu wazee wa, wa wanavyoteseka wa, wa, wa, wa, wa wakistafu kwa hiyo yeye akasema bana, mimi kwenye biashara yangu nimefanikisha, kwa hiyo nafungua foundation itakayokuwa ina deal kusaidia watu walio staff. Kwa hiyo tunaposema matendo mema sio kuonyesha, lakini ni kile ambacho kinabaki kuzungumzwa na watu baada ya wewe kuondoka. Hayo ndio matendo mema. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani <laughs>